Mimi binafsi kama mwakilishi wa Mheshimiwa Mbunge na msaidizi wake katika ofisi hii ya uwakilishi ya Jimbo la Karagwe, ni sehemu ambayo sitaisahau hasa siku hii ya leo, ambapo naongea leo na waandishi wa habari, kwa sababu tunaelekea tarehe ya ishirini na saba ambapo Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania litaahirishwa au litafungwa. Kwa hiyo wabunge wote wale ambao walio bado na nia za kugombea watarudi majimboni ili kuomba ridhaa tena kwa wananchi ili waweze kuwatumikia. Kwa hiyo mimi binafsi kama msaidizi wa Mheshimiwa mbunge, namshukuru Mungu kwa kuipata siku hii ya leo ambapo nimeweza kukaa na ninyi waandishi wa habari ili walau kwa ufupi muweze kuisikia sauti ya ofisi ya mbunge inasema nini. Sawa. Tunakushukuru sana katibu, na hongera kwa majukumu. Tukaona sasa, kabla ya a, tarehe ambayo bunge litahairishwa, basi tuzungumze nayo. Tunatamani kujua hasa utekelezaji wa miradi mbalimbali mbali, kwa kipindi cha miaka mitano kuanzia mwaka 2020 mpaka hivi sasa. Asante. E, kabla sijaendelea na kueleza e, utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, ya ilani ya uchaguzi ya ishirini ishirini ishirini ishirini na tano kwanza nipende kutoa shukrani kwa watu mbalimbali na taasisi mbalimbali ambazo tumeshirikiana mpaka kufikia kuweza kufanikisha utekelezaji wa ilani hii ya chama cha mapinduzi. Kwanza ni mshukuru mheshimiwa rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mama yetu daktari Samia Suluhu Hassan mama ambaye baada ya kurithi mikoba kutoka kwa hayati John Joseph Pombe Magufuli ile tare, baada ya kifo chake ile mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na moja, tunaona mama alijipanga ili kuweza kuendesha nchi, na mama, baada ya kauli ile ya hapa kazi tu, yeye akasema kazi iendelee, na tumeshuhudia sisi, ni mashuhuda e, maeneo mbalimbali mbali, ilani ya uchaguzi imetekelezwa kwa miradi ile ya kitaifa na maeneo mengine ya jimbo kama ahadi ilivyo kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo na kila sababu ya kumshukuru Mheshimiwa Rais na Chama cha Mapinduzi kwa ujumla kwa kusimamia na kutekeleza miradi ya maendeleo katika nyanja zote, yani nikimaanisha katika idara zote, wizara zote, miradi mingi imetekelezwa. Kwa hiyo namshukuru sana Mheshimiwa Rais lakini pia nishukuru viongozi wetu wa kiroho maana viongozi wa dini zote kwa ushirikiano ambao wameendelea kutupa ushauri na maelekezo ambavyo vyote hivyo tukivijumlisha kwa pamoja meweza kufanikisha kutekeleza ilani hii ya uchaguzi ambayo tunaenda kufunga ukurasa wake tunafungua ukurasa mpya wa ilani ya 25 30 lakini pia kwa kipekee kabisa niwashukuru na kuwapongeza ndugu zetu waheshimiwa madiwani madiwani wetu wa Chama cha Mapinduzi kwa kweli walishirikiana na Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Mbunge kuhakikisha miradi katika maeneo yao inatekelezwa kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo na wao ni mchango wa maendeleo, na kubwa zaidi ni washukuru wananchi ambao ndio waajiri, wananchi wetu ambao ni wapiga kura ambao walikipa ridhaa Chama cha Mapinduzi, wakampa ridhaa Mheshimiwa Rais, wakampa ridhaa mbunge na waheshimiwa madiwani, kwa kweli wamekuwa ni mchango mkubwa sana wa maendeleo kwao, na kila sababu ya kuwashukuru kama ofisi ya mheshimiwa mbunge kwa kweli. Mwenyezi Mungu awabariki na tunawaomba basi waendelee kutuunga mkono, ili pale ambapo tunaenda kuanzisha ukurasa mwingine mpya basi tuendelee kufanya kama tulivyofanya kipindi hiki. Basi kwa hiyo, baada ya kutoa shukrani hizo, nishukuru pia taasisi mbalimbali mbali, ambazo ni taasisi binafsi NGOs na mashirika mengine ambayo yamekuwa ni wadau washiriki wa serikali wa katika kuleta maendeleo, lakini pia nishukuru vyombo vyetu vya habari. Kwa kweli vimekuwa ni msaada mkubwa katika kuhabarisha, kuelimisha, lakini pia kuwajulisha watu nini kinafanyika katika maeneo yao. Kwa kweli tuna kila sababu ya kuwashukuru sana watu wenye vyombo hivi vya habari na waandishi wa habari kwa ujumla wenu kwa jinsi ambavyo mmekuwa ni msaada kuhakikisha haya yote ambayo yamefanywa yanatekelezeka, bila kukisahau chama chetu cha Mapinduzi, hasa wilaya yetu ya Karagwe kwenye kata, kwenye matawi, kwenye mashina, kwa kweli watu wote kwa ujumla wao wamekuwa ni msaada mkubwa. E, ndugu zangu wanahabari, kama nilivyoulizwa swali kuhusu nini kilichofanyika, ninyi ni mashuhuda, tumekuwa na ninyi maeneo yote na serikali hii ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Rais imetekeleza vitu vingi. Tukisema tuanze kuvieleza ni vitabu na vitabu, yani utamaliza siku na siku sasa nitaongea tu kwa ufupi kwa ujumla wake. E, tukianza na swala la kuondoa ujinga, nikimaanisha elimu. Katika eneo hili la elimu, serikali hii imefanya vitu vingi sana, imetoa mabilioni ya pesa kwa ajili ya elimu bila ada. Elimu bila ada hii imeanza kwenye chekechea au nasari au tuseme kindergarten mpaka kidato cha sita. Serikali unaona, imekuwa ikitoa mabilioni ya pesa ili kuwezesha watu waweze kupata elimu bila kulipia. Lakini pamoja na hilo, tumeona serikali jinsi ilivyojitoa kwa kujenga vyumba vingi vya madarasa shule za misingi na sekondari hata shule shikizi. Kwa hiyo maeneo mbalimbali mbali, watu walikuwa walikuwa wanatembea, watoto walikuwa wanatembea umbali mrefu kwenda kutafuta elimu au kutafuta shule iko wapi. Lakini leo hii serikali hii ya awamu ya sita imekuwa iki inapoona uhitaji basi wanajenga miundombinu ili watoto wasitembee umbali mrefu kuifuata shule au kupata elimu. Kwa hiyo unaona ni jinsi gani serikali imejitoa katika kuweka miundombinu, lakini pia tumeona serikali ilivyo ajiri hivyo ajiri walimu wengi ili waweze kutoa elimu, kwa sababu baada ya kujenga miundombinu watoto wamepatikana, lazima tuwapate walimu. Hiyo ni pamoja na miundombinu mingine ya kusomea kama vyoo e, umaliziaji wa baadhi za maabara, kuweka miundombinu ya umeme, maji na kadhalika. Kwa hiyo serikali kwa upande huo wa elimu hasa msingi imefanya mambo mengi, lakini pia tumeona kwa upande huo wa elimu tumepata shule kwa mfano, shule za olevo za kidato cha kwanza mpaka cha nne, kwa wilaya ya Karagu tumepata shule mpya nne. Tuna shule ya Nyakatoro iko kule Igurwa, lakini tuna shule, shule ya e, Omurushaka iko Bugene ni shule mpya, lakini hapa tunapoongea tunayo shule nyingine kule Kafunjo ambayo inaendelea kukamilishwa ni ya kidato cha kwanza mpaka cha nne, lakini tumepata shule nyingine ile ya Kagera River ni shule ya sayansi maalum kwa ajili ya wasichana ya mkoa wa Kagera, imejengwa wilaya yetu ya Karagwe. Ndugu zangu, waswahili wanasema ukiona vyaelea ujue vimeundwa. Kuna watu wanapigania kuhakikisha kama ni vitu vinaletwa kwenye maeneo e, ya kwao, hasa kutekeleza yale ambayo wanakuwa wamewahidi wananchi. Lakini upande huo huo wa sekondari kwa wilaya ya Karagwe, miaka mingi tumekuwa tukiwa na sekondari ya kidato cha tano na sita moja ambayo nilikuwa ni ile ile ya Bugene, ya, ya serikali, lakini leo hii tumepata shule nyingine mpya. Unaona kama hiyo shule ya Kagera River kule, kule Rombaizi, au kule Kanoni ina kidato cha tano na cha sita, ni shule ya kwanza. Ya pili, tuna Kituntu sekondari ina kidato cha tano na cha sita, lakini tunayo Nyabionza sekondari na kidato cha tano na cha sita tunayo Kawela sekondari na kidato cha tano na cha sita, lakini pia tunayo Nyaka Simbi sekondari kwa unaona hapo, tunakuwa tumepiga hatua kubwa sana kwa upande huo wa elimu, kwa kidato hicho cha tano na cha sita. Kwa watoto wale ambao walikuwa wanahitimu kidato cha nne, halafu wazazi wanapata kutafuta shule maeneo ya mbali, leo hii watoto wanahitimu, wanapatiwa shule maeneo yaliyo karibu. Lakini upande huo wa elimu, serikali hii ya awamu ya sita imemalizia chuo cha ufundi cha KDVTC ambacho sasa hivi ni chuo cha Veta. Kwa hiyo, chuo hicho kimegharimu kiasi cha shilingi bilioni 4.6. Ukipita maeneo ya hapo karibu na eh, maeneo karibu na magereza utaona ile shule jinsi, chuo hicho jinsi kilivyo kizuri. Chuo hicho kinawasaidia watoto eh, wanaohitimu darasa la saba eh, sekondari hata vyuo kujiunga kupata elimu ambayo inawasaidia kutengeneza maisha yao. Huo ni upande mmoja tu wa elimu na nimeuongea kwa haraka haraka kwa sababu tunaendana na muda lakini mambo ni mengi. Lakini pia tukija upande wa afya. Upande wa afya serikali hii ya awamu ya, ya sita imefanya mambo makubwa sana kwa wilaya yetu ya Karagwe. Pesa nyingi zimekuja kujenga hospitali ya wilaya, kuna baadhi ya miundombinu ilikuwa bado haijakamilika. Leo hii ukienda hospitali hiyo ya wilaya tunatoa huduma ambazo wakati mwingine hata hospitali ile ya mkoa ya rufaa wanakuja kupata huduma huku kwetu. Eh, tunazalisha pale mm, oxygen, lakini tuna mambo ya ultrasound. Huduma nyingi zinakuwa zinapatikana hapa kwetu, na ni juzi tu tuliona mheshimiwa mbunge alikutana na kampuni akaiomba kupitia kwa mheshimiwa Rais tukapata huduma ya watu walikuwa na changamoto za macho, watu walipata miwani, walifanyiwa operation ya macho. Kwa kweli, kwenye kwa upande wa afya ni mambo mengi ambayo serikali imeyafanya, lakini tukija kwenye mambo hayo ya lishe eh, tumekuwa tukipata udumavu kwenye maeneo yetu, lakini serikali ikasema hapana. Tumeona jinsi gani ambavyo serikali ilijipanga kupitia wizara ya idara ya afya, elimu zimetolewa, lakini wa, akina mama maeneo mbalimbali wamefundishwa namna ya kuandaa chakula kilicho bora na salama ili watoto wawe na afya nzuri, kuondokana ile hali ya utapiamlo. Lakini pia tukaona jinsi serikali, tumeona jinsi serikali ilivyopambana kuhakikisha inaendeleza kuwapa huduma akina ma, kina mama wale wenye ujauzito pamoja na watoto bila kulipia eh. Hiyo ni pamoja na wazee wenye umri zaidi ya miaka sitini, hasa wale wasiokuwa na uwezo. Kwa hiyo tunaona jinsi gani serikali ilivyojipanga katika kutoa huduma bora za afya eh, eh. jambo lingine ambalo nataka niongelee ni swala la nishati. Nishati kipekee ambayo naweza nikaiongelea ni nishati ya umeme ishati ya umeme. Ilani hii tunayoimaliza ya ishirini ishiinaan ahidi kupeleka umeme kwa kila kijiji chi nzima na kwa wilaya yetu ya Karagwe tulikuwa na vijiji umeme. Na sisi, kwa kujiongeza, mbali zaidi mpaka vitongoji tumepeleka umeme. Sisi kwa wilaya Karagu, na viwiri, sini, ya Karagu tunavyo vitongoji mia sita kumi na viwili na kati ya vitongoji mia sita vitongoji kumi na viwili vitongoji mia tatu na hamsini tayari vimepata huduma ya umeme. Kwa hiyo unaona, wakati wengine tutakapokwenda kwenye ilani hii ambayo tunaianza sasa hivi ni jinsi gani tulipiga hatua kubwa kwenye swala la umeme kuna maeneo mengi utakuta watu wanalalamika umeme hujafika nyumbani kwangu. Hapana, serikali inaenda kwa mpango, inaenda kwa utaratibu, imepanga kupeleka umeme kwenye vijiji. Kwa hiyo tumetekeleza kwanza vijiji na kama nyongeza, unaona ndo tunavyosema sasa, hata baadhi ya vitongoji imepata umeme. Kwa hiyo tunapokwenda kwenye ilani hii tutapeleka kwenye vitongoji, baada ya vitongoji tutakuja kaya kwa kaya. Lakini ikitoka kwenye swala la umeme, tuje kwenye changamoto, kwenye ishu ya maji kwenye miradi hii ya maji kutokana na jiografia ya wilaya ya Karagwe ni milima na mabonde, na mara nyingi watu wanaishi kwenye maeneo yenye milima. Kwa hiyo upatikanaji wa maji imekuwa ni shida sana. Kwa hiyo serikali hii ya awamu ya sita ilivyojipanga, tulipata pesa nyingi sana kwa wilaya hii ya Karagwe. Tuna zaidi ya mili, bilioni 80 zimekuja kwenye wilaya ya Karagwe. Na kati ya hizo bilioni 80 bilioni 64 zimeenda kwenye mradi mmoja wa Ruaka Junju. Mradi huu ambao toka enzi na enzi watu wamekuwa wakiusema lakini e, waswahili wanasema kila zama na kitabu chake. Kipindi hiki cha awamu ya sita tumepata pesa hiyo bilioni sitini na nane. E, wananchi ni mashuhuda, mradi ule tayari wakandarasi wameshafika maeneo ya Bugene, wanaendelea kuweka mabomba na matarajio, mpaka tukapofika mwezi wa kumi na mbili huduma zitakuwa zimeanza kutolewa, na mradi huu utakuwa ni mkombozi kwa changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama kwa wilaya hii ya Karagwe kwa sababu utatoa huduma ya maji kwa vijiji thelathini na viwili kuanzia kule mradi unakoanzia huko Bushangaro. Kwa hiyo mradi ule utatoa huduma hiyo, na maeneo ambapo mradi utaishia halmashauri kutoka mapato yake ya ndani utakuwa unawasogeza huduma kwenye maeneo yale ambapo mradi haujafika. Na mradi huu, pale unapopita bomba kuu itagawa maji kilomita 12 kutoka bomba kuu. Sasa unaona ni kiasi gani cha huduma itaenda kwa umbali mrefu. Kwa hiyo mimi nipende kuwaambia nikiwa nina uhakika na kwa kifua mbele kwamba serikali hii ya awamu ya sita imeahidi imetekeleza, ni zaidi ya asilimia tisini na tano, na miradi ile mingine ambayo inakuja kukamilisha hiyo asilimia mia moja inatekelezwa kwa sababu wakandarasi wako saiti. kija kwenye swala la vijijini kuna maeneo ambayo yana miradi ambayo kidogo ilikuwa imekwama kwama, tayari imeanza lakini ilikuwa imekwama. Sasa miradi hiyo ninapoongea sasa hivi tayari fedha zimekuja kwenye maeneo yao. Imekuja kwenye maeneo yao, wakandarasi wameanza kufanya kujipanga, ili waikamilishe miradi hiyo. Kwa hiyo miradi hiyo itakapokamilika, halafu na mradi huu mkubwa wa Roka Junju ukikamilika, itakapoungana, kwa kweli tutakuwa tumepunguza changamoto kubwa ya ukosefu wa maji safi na salama kwa wilaya hii ya Karagwe. Ee, nikiongea kwenye swala la upande wa miundombinu ya barabara, miundombinu ya barabara, e, wakati mwingine kama mheshimiwa mbunge anapokuwa hayupo, kwa mfano tunapokuwa tumehudhuria vikao vile vya road board, vya mkoa, au kikao kile cha ushauri cha maendeleo cha mkoa, mara nyingi mimi kama katibu wa mbunge huwa namwakilisha mheshimiwa mbunge pale kimkoa. Ukiangalia bajeti inayokuwa inakuja kwenye barabara sisi wa wilaya ya Karagwe huwa tuna bajeti kubwa sana na bajeti kuwa kubwa ni mahusiano ambayo mheshimiwa mbunge aliyajenga kule juu. Kwa anapokwenda kuomba inakuwa ni vigumu kukosa, kwa sababu tayari ana mahusiano mazuri na kule wale wanaotoa wanaotoa nani fedha kwa ajili ya utekelezaji wa miradi hiyo kama ya barabara, hasa mheshimiwa rais na wasaidizi wake kwa barabara nyingi za vijijini zinazounganisha vijiji kwa vijiji, kata kwa kata, nyingi zimefunguliwa za zamani na mpya, ambazo kwa kweli zinaenda kuchochea uchumi kwa wilaya yetu ya Karagwe, kwa sababu mtu atasafiri kutoka eneo moja kwenda eneo jingine akiwa yeye kama binafsi, lakini pia hata kusafirisha labda bidhaa kama mazao yanayotoka mashambani na kadhalika. Kwa hiyo kwa upande wa barabara, kwa kweli tumepiga hatua kubwa sana na barabara nyingi zimefunguka. Kuna barabara ambazo zimekuwa zikiulizwa maswali yake, kwa mfano barabara ya kuanzia Mgakorongo kwenda Murongo. Ni ya barabara ambayo ilani hii ya uchaguzi ambayo tunaimaliza ilieleza utekelezaji wa barabara hiyo. Tayari mkandarasi ishakabidhiwa, amekabidhiwa kwa upande ule wa Kyerwa ili aanzie kule kuja huku. Kwa hiyo barabara hiyo tayari mkandarasi amekabidhiwa na yuko site. Barabara nyingine ambayo inaulizwa ni barabara ya kuanzia Bugene kwenda Nkwenda. Barabara hii nayo tayari mkandarasi aishakabidhiwa amepewa zaidi ya, ya bilioni tisa. Ameshaanza mradi alikuwa anamalizia mobilization kukusanya vifaa ili na kujenga kambi ili barabara hiyo ianze. Itaanzia kule makao makuu ya wilaya ya Kerwa ikiwa inakuja mpaka Karagwe eneo la Bugene. Ilikuwa iishie maeneo ya, ya Chonyonyo, Chonyonyo lakini mheshimiwa mbunge akamwomba mheshimiwa rais akasema, zimebaki kilomita kama kumi na mbili tu ili ifike Bugene. Kwa hiyo mama akaturidhia, kwa barabara hiyo haitaishia pale, itakuja moja kwa moja mpaka Bugene. Lakini kuna barabara nyingine ambayo ni barabara ya kuanzia Nyakahanga kwenda Benako. Barabara hii tayari mkandarasi alishakabidhiwa, alishaanza, alikwama kwama kidogo katikati, lakini sasa hivi tunapoongea tayari mkandarasi amerudi saiti kwa hiyo mimi nachopenda kueleza wasikilizaji wananchi wetu wa wilaya ya Karagwe wakaye mkao wa kimaendeleo, kwa sababu yale ambayo serikali hii ya awamu ya sita imeahidi imeyatekeleza kwa asilimia kubwa, na yale ambayo bado hayajatekelezeka kwa maana ya kukamilika yako yanatekeleza, kwa sababu wakandarasi wako saiti wanatekeleza miradi hiyo. Jambo lingine ambalo nitaka kulisemea eh, ni kuhusu kilimo. Ukiangalia uchumi wa mkoa wetu wa Kagera na wilaya yetu ya Karagwe, uchumi mkubwa uko katika zao la kahawa. Kahawa ndio uti wa mgongo wa uchumi kwa wilaya yetu hii ya Karagwe e. Serikali hii ya awamu ya sita ilipoingia madarakani, imeweka mabadiliko makubwa sana kupitia kahawa. Kahawa wakati ule wa nyuma, mtu ulikuwa kumwambia alime kahawa, anasema bora niache na kuna maeneo mengine watu walikuwa wameamua kukata kahawa ili wapande migomba, kwa sababu bei ya kahawa haikuwa rafiki kwa mkulima. Lakini serikali hii ya awamu ya sita ilipoingia madarakani ikatoa maelekezo kwanza, ikaondoa ika kodi ambazo zilikuwa ni kandamizi kwa wakulima, halafu ikatoa maelekezo kahawa hii isiuzwe kama ilivyokuwa inauzwa zamani kwa mandoo, na badala yake iuzwe kupitia minada. Minada hii wanunuzi wanakuja, wanafanya ushindani, kwa hiyo bei inapanda. Leo hii tunapoongea kahawa imefika shilingi elfu tano na kuendelea mpaka shilingi elfu nane kwa kahawa ziko tofauti kuna robusta na arabika kahawa ya arabika imekuwa na bei kubwa zaidi na robusta imekuwa na bei nayo kutoka shilingi elfu moja mia mbili leo tuna shilingi elfu tano mpaka elfu sita kwa hiyo unaona ni ukombozi mkubwa sana kwenye swala la kahawa na halmashauri yetu kutokana na mapato au tozo inazopata kutoka kwenye kahawa tumeona imekuwa ikitenga fedha kwa ajili ya kununua miche ili kuwagawia wakulima na miche ile unavyoona sasa hivi serikali inatenga fedha nyingi, miche mingi, watu wanagombania miche kwa sababu wameona kilimo cha kahawa ni mkombozi, kwa sababu serikali imewainua watu kwa kuweka bei nzuri ya kahawa hiyo. E, ni pamoja na mazao mengine kama maharage, mahindi na kadhalika. Lakini kupitia e, swala la tuje kwenye swala, swala la michezo katika kutekeleza ilani pamoja na miundombinu na shughuli nyinginezo za maendeleo. Michezo ni sehemu ya utekelezaji wa ilani, kwa serikali hii ya awamu ya sita imekuwa ikiendelea kuweka mazingira ya wezeshi kwa ajili ya taasisi mbalimbali, na yenyewe pia ikiingia fronti kwa ajili ya kuwezesha michezo. Tunaona jinsi kinchi, jinsi timu zinavyoendelea kupiga hatua na taifa linaendelea kukua kimichezo, lakini pia kwa wilaya yetu hii ya Karagwe Mheshimiwa Innocent Luga Bashungwa, mbunge wetu, amekuwa ni mpenzi sana wa swala la michezo, kwa sababu anajua michezo inawagusa sana vijana ambao ndio nguvu kazi na kuimarisha afya pamoja na kufanya shughuli zao basi, michezo ile inaendelea kuwepo. Amekuwa akitoa mipira kwa kila kijiji akitoa majezi kwa kila kata, lakini akiandaa na zawadi nono. Lakini pamoja na hayo, tumepata baadhi ya wachezaji ambao wamekuwa kichukuliwa na timu nyingine ambazo zinakuwa zinawaona kupitia michezo hii ambayo inakuwa inaanzishwa maarufu kama Bashungwa Karagwe Cup. Lakini pamoja na hayo, mheshimiwa mbunge alijiongeza zaidi, akakaa na waheshimiwa madiwani, kashirikiana na viongozi wetu wa serikali, tumeanzisha uwanja, uwanja ambao vijana kwa mapenzi yao kwa sababu ni miaka mingi wakaona waipe jina la la Bashungwa. Uwanja huu uko maeneo hapa Kayanga wa wilaya. Uwanja huu mpaka sasa hivi umeshagharimu kiasi cha pesa nyingi e, na mheshimiwa mbunge zaidi ya milioni mia mbili ametoa kupitia hata mfuko wa, wa, wa, wa mbunge ili kuhakikisha uwanja ule unajengwa, na uwanja ule sasa hivi umefikia hatua tunaenda kumalizia kuta. Baada ya hapo tutaenda kutengeneza ile pitch, sehemu ya kuchezea. Utakuwa na michezo mbalimbali mbali, pale kuna michezo ya netball, volleyball lakini tutaandaa na ile running track eneo ya kukimbilia. Kwa hiyo itakuwa ni uwanja ambao utakuwa unakusanya michezo mbalimbali uwanja mbali, wa kiwilaya. Hicho ni kitu ambacho hakikuwa hakuwa amekiahidi, lakini yakaona jiongeze. Lakini pia kupitia halmashauri yetu hii ya wilaya Karagwe, mheshimiwa mbunge ameweka ushauri, tumejenga stendi ya Kayanga, stendi ambayo ukiangalia ni, ni nzuri eh, ni stendi ya kisasa kwa kupitia ile ule muungano wa wafanyabiashara au wananchi wanaungana na serikali kutekeleza mradi. Kwa hiyo, unaona ni jinsi gani ambavyo serikali imejipanga, tumetengeneza ile ule uwanja ile stand, na kilicho baki sasa hivi ni kuweka ile pavement. Kuweka pavement ili walau wakati mvua zinanyesha sasa, tope lisiwepo. Na kama mnavyojua, hata Roma ikijenga kwa siku moja. Kwa hiyo ukiona dalili za mvua, basi dalili ya mawingu, ukiona mawingu jua dalili ya mvua hiyo. E, lakini pamoja na hiyo mheshimiwa mbunge akaona, hapana, tulikuwa na changamoto kubwa sana ya vijana wale waendesha pikipiki maarufu kama bodaboda, walikuwa na changamoto kubwa sana kwa sababu walio wengi walikuwa wanaendesha bila kufuata taratibu za usalama barabarani. Kwa hiyo wakawa wanakamatwa, wanazuiliwa kuendelea na shughuli zao, lakini mheshimiwa mbunge akaomba mheshimiwa mkuu wa wilaya na kamati yake ya ulinzi na usalama kupitia kwa chama chetu cha mapinduzi kwa ushirikiano na serikali yote kwa ujumla, basi ikaonekana nguvu ile ambayo ilikuwa inatumika kukamata vijana basi itumike kuelimisha. Kwa hiyo vijana sasa hivi wanaendesha bodaboda zao kwa uhuru na amani, na uhuru wa bodaboda boda hawa umesaidia usafirishaji kwa sababu eh, ukiangalia kwa wilaya yetu ya Karagwe nafikiri na, na maeneo mengine usafiri mkubwa unaotumika kwa haraka ni pikipiki piki. Kwa hiyo hata watu binafsi wanaotumia pikipiki zao unaona wamepata urahisi wa kuweza kusafiri kutoka eneo moja kwenda eneo jingine, lakini pia umechochea uchumi, kwa sababu watu wanalima mazao kama ndizi, tumekuwa tukishuhudia na tunaona baiskeli zinabeba kuliko hata pickup wanabeba na baiskeli wanaleta Kayanga kwa ndizi ambayo ingekuwa inanunuliwa leo hii kwa shilingi 2025 mtu ananunua kwa shilingi, kwa sababu usafiri umerahisika, kwa sababu pikipiki au bodaboda hawa wameruhusiwa kufanya kazi zao kwa uhuru. Lakini jambo jingine, serikali hii pamoja na kufanya vitu vyote haikusahau watu wanaotoka kwenye kaya maskini. Serikali kupitia tasafu tumeona jinsi gani imeendelea kuwaangalia wale watu kuwapa fedha zinazowasaidia ku, walau kukidhi mahitaji madogo madogo katika familia zao. Kwao unaona, maeneo mengi watu walipata pesa, pesa za TASAF zimewasaidia kupeleka watoto shule, lakini wengine wameanzisha miradi midogo midogo kama wambuzi, kuku, ya ufugaji wa mbuzi kuku na kadhalika. Kwa unaona serikali haikumwacha mtu nyuma, hiyo ni sambamba na kukumbuka vikundi vile vya ujasiriamali ambavyo vinapata pesa ile ya asilimia kumi kutoka halmashauri vikundi vya akina mama, vijana na watu waishio na ulemavu, serikali imekuwa ikitoa fedha kuwawezesha kuhakikisha hatumwachi mtu nyuma wakati tunafanya shughuli za maendeleo. Ndugu zangu, wana habari, haya niliongea ni machache miongoni mwa mengi yaliyopo. Kitaka tuongee, tutakesha hapo. Lakini serikali, waswahili wanasema, imeupiga mwingi, na kweli imefanya kazi kubwa. Kwa hiyo ni waombe tuendelee kudumisha amani. Wakitokea watu wanaokuja kutugawa kwa namna yoyote ya udini ukabila umaeneo, jinsia na kadhalika, au kutuletea nchi iende kwenye machafuko, kwa kweli tuwakatae, kwa sababu maendeleo ni utulivu na utulivu ni amani. Sehemu yoyote yenye amani ndio yenye maendeleo, hata kwenye familia. Kama familia haina amani, hamwezi kupata maendeleo. Tumekuwa tukishuhudia hata maeneo yetu ya dini, naambiwa Yesu anasema nawatakieni amani nawapeni amani, amani yangu nawaachia. Tunaona amani ni msingi wa maendeleo ya kila kitu. Kwa hiyo, niendelee kuwaomba wananchi waendelee kuidumisha amani, lakini wanapopata viashiria au hisia au tetesi za eneo lolote lile ambalo kuna watu ambao wanataka kusababisha amani itoweke, basi watoe taarifa haraka kwa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Vimejipanga vizuri na viko vizuri, ili kuhakikisha amani inaendelea kutamalaki, lakini wito wangu kwa wananchi, serikali hii ya awamu ya sita imefanya mambo mengi, imefanya makubwa mengi, na waswahili wanasema chanda chema huvikwa pete. Kama serikali imeenda kudum, imeendelea kudumisha amani, tumeona ni jinsi gani uh, maeneo mbalimbali, watu mbalimbali walikuwa waleta mawazo ya kutaka kupotosha amani, lakini serikali hii ikasimama, mpaka leo hii tunapoelekea kwenye uchaguzi tuna amani. Naombe wananchi kwa kweli wasitie ajizi kuirudisha serikali iliyokuwa madarakani ili iendelee kudumisha amani, lakini pia kutuletea maendeleo kwa kasi kubwa kama Mheshimiwa Rais anavyofanya na wasaidizi wake, Mheshimiwa Mbunge, diwani na chama tawala. Mimi niishie hapo, niwashukuru. Mwenyezi Mungu atubariki sisi sote.